Hamjambo mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, uchambuzi wake Jean-Yves Emmanuel Kaluya kutoka televisheni yako La Voix d'Uvira TV. mahali pote ambapo lipo ni kukaribisha kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho katika uchambuzi wetu wa habari katika siku ya leo. ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu La Voix d'Uvira TV, usikose kujiunga kwenye channel yetu ama kujiabone, kupartaje pia kushare kwa wengine ili kabisa tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Leo ni tariki ishirini na nane mwezi wa kumi mwaka elfu mbili ishirini na tano. Karibu katika uchambuzi wetu wa habari katika siku ya leo, katika vichwa vyetu vya habari ambavyo tutakavyochambua kwa siku ya leo, habari ambazo ziliweza kabisa kuvunja rekodi wiki hii ni pamoja na kijana mmoja mwenye umri wa miaka kumi na tano aweza kuuliwa kwa kupigwa risasi huko maeneo Kigure Muyange na watu ambapo wasiojulikana. Kibarua chake David Bubasha, mbunge wa jimbo la Sidikivu, ambaye amemuomba gavana wa jimbo la Sidikivu Janja Kipurusi kuweza kujieleza mbele ya wabunge wachaguliwa wa jimbo la Sidikivu, kibarua hicho ambacho kiliweza kupingwa kabisa na baadhi ya wabunge waganga uh, jimboni Kivu ya kusini kutoka mtaa wa afya tawi la Uvira waandaa kabisa kufanya mgomo wa amani mjini Uvira baada ya kuonekana kuwa kuna miezi tisa mpaka sasa bado hawajapewa pesa zao za mishahara na meya wa jiji eh, makamu kifara kapenda kiki ataja kabisa kuridhishwa na uteuzi wake emeboji kwenye kiti cha spika wa bunge ambaye kwa sasa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aweza kumupa nafasi baada ya Vitali Kamere kuweza kujiuzuru, na pia tutamalizia na gwarida la wazalendo a, kutoka kundi la Generali Landabango ambalo limefanyika hapo siku ya kwanza huko maeneo ya Songo. Utakwenda kujua mengi kabisa ambayo waliyoyazungumzia haya na mengine, ni kukaribishe kuweza kujiunga nasi katika uchambuzi wa habari zetu zilizovunja rekodi kwa wiki hii kupitia televisheni yetu. Tuanze moja kwa moja katika habari zetu uh, za kijana mwenye umri wa miaka uh, kumi na sita apigwa risasi na watu wenye kumiliki silaha ambao wasiojulikana huko maeneo ya Kiguru, ni maeneo tu ya Muyange. Ndivyo duru zetu zilikwenda kueleza. Katika televisheni yako tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza na kijana ngua sana, Ndanda Mustafa, akiwa ni kiongozi wa chama cha majimaji tawi la Uvira, ambaye hakuridhishwa na hali hiyo ambayo imeanza kutokea huku akithibitisha kuwa watu wenye kumiliki silaha waliweza kuwasili kwenye ngombe kwenye makao ya kuchunga ngombe huko maeneo ya Muyange, na baada tu ya kijana huyo waliweza kumtandika risasi na kupoteza maisha hapo hapo. Pia ngombe mbili zilipigwa risasi na baadhi ya tukio hilo, walioendesha kitendo hicho walitimuka nafasi isiyojulikana, kitendo ambacho kiliweza kulaaniwa na baadhi ya mashirika za kiraia huko maeneo ya Kigurwe, tukitaja shirika la kiraia Wazalendo, shirika la kiraia Societe Nouvelle Societe Civile mashirika za vijana tawi la hapo Kigurwe walikwenda kulaani kitendo hicho na kuomba serikali kuingilia kati ili kuanzisha uchunguzi, walioendesha kitendo hicho wakamatwe na wahukumiwe na sheria. Kwa upande wake, bwana Ngwasa na Ndanda Mustafa akwenda kuthibitisha kuwa uh, kijana huyo aliyefariki, mpaka sasa uh, vijana wanaendelea kufanya uchunguzi pia serikali ili kubaini vyanzo vya kijana huyo kuweza kupigwa risasi ambayo ametokezea e, kwa kumpoteza kijana wetu Irakoze amefariki leo. Bo, sisi kesho, na sisi tutapita leo. Ilikuwa ni turu yake, na si kesho turu yetu. Lakini tunapenda kualerte, tunapenda kusititiza wa viongozi wasaidie, ili tuangalie ile hali jinsi ita komeshwa na cha pili, tunaomba wakaaji wa Kigurwe sio wa Kigurwe tu na wa plen yote pia na teritware, tushikane mkono ili kudenonse libaya ambalo linaendelea kwa kuyumbisha amani mu maeneo yetu. Ndugu mtangazaji, kibarua chake Davidi Bubasha Tanganika David eh, akiwa ni mbunge mchaguliwa wa Uvira kwenye jimbo la Kivu uh, kusini, akwenda kuandika kibarua kikimwomba uh, liwali gavana Jean-Jacques Purusi kuja kujieleza mbele ya ofisi ya bunge. Nakala ambayo tuliweza kuipata kwenye televisheni yetu, Davidi aliweza kumshtumu gavana wa jimbo la Sud Kivu uongozi mubaya ambao hauko wazi, ahadi ambazo zisizotekelezwa, pia kuhusu pesa ama kuhusu migodi ama lengo ambazo zilizoondoshwa pale Bukavu, baada ya kuingia njia ya panya. Gavana huyo aliitishwa naye David Bubashi. Katika hali ya kupinga kibaro hicho, kiongozi anayehusika na masuala ya upashaji habari kwenye ofisi yake, gavana wa jimbo la sirikifu alikwenda kushangazwa na hali hiyo hatua ambayo iliyochukuliwa na mbunge mchaguliwa wa Uvira kwani haikuendana na sheria. Baadhi ya wanabunge katika kikao chao walichokifanya hapo Kavimvira, ambacho hakikufanya dakika salasini, kilichojaa fujo, baada tu ya wabunge hao kuweza kukataa kuwa kibarua hicho hakiendani na misingi za sheria. Zaidi ya wabunge makumi tatu na mbili walioshiriki kwenye kikao wa hicho waliweza kuchagua watu salasini ambao wameunga mkono kibarua hicho kiweze kushimamishwa. Na baada ya hapo, Foste Kabeza akiwa ni spika wa bunge la jimbo la Sidi Kivu alikwenda kushimamisha mkutano hapa Davidi Bubasha, baada tu ya kuomba nafasi ya kuzungumza kwenye jukwaa, ambapo hakufanikiwa. Baada tu ya mazungumzo na wapasha habari Davidi, kuna kuwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Pia pia ataja kuwa kuna wabunge ambao wamekula pesa ili kuangusha njia hiyo ambayo imekuwa nyelekeo ya kuleta mafanikio mazuri katika jimbo la Sud-Kivu David Bobasha Tanganyika que uh, l'interpellation a été rejetée mais je me pose beaucoup de questions sur la motivation quelle a été la motivation uh, qui a poussé la naissance d'une motion incidentielle rejetant mon mon interpellation

Mea wa jiji makamu Kifara Kapenda Kiki ataja kuunga mkono uh, ukandideti wake Emeboji Sangara kwenye kiti cha uspika wa bunge ni baada tu ya kuteuliwa na rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Chisekedi, kujuze kuwa Emeboji amechaguliwa miongoni mwa viongozi kutoka rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada tu ya Vitali Kamerhe kuweza kujiuzuru katika kikao hicho ambacho kilichofanyika Uvira huko Kasenga. Meya wa mji alipata nafasi ya kuweza kuzungumuza na raia akiwaambia, madhuri ya Emeboji ambayo anaendelea kuyafanya kwa faida ya raia wa Uvira na kwa faida ya wakongomani kwa ujumla. Kwa hiyo ni nafasi kwa raia wa Uvira kumuunga mkono Emeboji ili kufanyikisha kile ambacho anachokilenga kupitia uchaguzi alifanya kwa serviteri wake pembeni wa mingi. Amemchagua eh, ameruhusu Emeboji aweze kugombea kwa ile kiti ya president ya Assemblee eh, Nationale, na sisi wenye kuwa na watemwanyaji ya ule mtu kizuri ni kitu cha kuweza kuungwa mkono na cha kushindikizwa, na kibaya ni cha kuweza kukondana. Sasa ule shwa yenye president alifanya ni nzuri kabisa, na sisi wenye kujua uzuri wa kile kitu hatuweze tukabakia kimya lfseke tupanze sauti na tualike wenzetu wenye tulipatia madaraka yetu, wabunge wetu, waweze kushindikiza ile Uchaguzi wa president de la republique ndio kuchagua Aime Boji Sangara kuwa exactement president wa parlement yetu. Nafikiri ndio maana ya hii yi, ikawa ya leo. Unamshuhudia kwa mazuri gani? Ukiwa Kinshasa, umetuma Kinshasa kwenda kuhamasisha wabunge kumpigia kura, utawapatia ushuhuda gani wa mema ya Aime Boji? Na sisi kwa upa Uvira tunaita Uvira kwa leo, E, mji wa, wa resistance na kwetu hapa donc, preoccupation kabambi sana. Tunafanya historia ya Kongo ya, ya, ya nana kama tunavamiwa na, na nani na, na wavamizi, na hapa Uvira tumetia rido tumetia barrière sasa. Hii ni muji wa wazalendo, ni muji wenye watu wanajionesha wamejitolea upenda e, hii mji yetu na emeboi alama kubwa yenye anamarkea watoto wa Uvira ni kusema kama parmi wa delegation tuliweza kuresevuara huku kwetu Uvira, ni mtu wa kwanza mwenye aliunga mkono wazalendo, wa zalendo kwa kuwafuata meme kule kwenye vita, kwenye watu wote wanakimbia, yeye alifika pale. Ile ilimarke sana watoto wa Uvira, na ndio maana sisi wote hataki wazalendo tunasimama kuweza kualika wenzetu wa wabunge waweze Gwarida la wazalendo mjini Uvira kutoka kwa kikundi la Generale Landabango yafanya gwarida hapo maeneo ya Songo. Lengo na madhubuti ni kuandaa wanajeshi ili kukabiliana na waasi wa M23. Hapa Landabango alitaja kuwa muda umefika wa kukomboa nchi na kuchukua vijiji mbalimbali mbali. Baadhi ya wazalendo wenye kundi hilo walitaja wengi wao kuacha shule baada ya kuonekana kuwa kuna kuwa na unyanyasaji ambao umeanzishwa na waasi wa M23. Baadhi yao hapa wanaeleza huko bazalendo hapa ufiga eh ee, na kwa mimi kajishi nashika bunduki, unaniona kwanza nikingali mtoto wa kusoma kwa masomo donc juu hapa mabwana wa nyaganda ndio wanatuma ke mimi nashindwa kwenda kwa masomo, papa mimi niko mtizi mpimie twani nashinda malizia masomo babangu. Eh, lifale gis, nishel, tolana, shikai, bunduki yangu niko napenda niende kupika Warwandi niboneshe kama ke mimi niko Mkongomani neshakwakuu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> anayesimama hapa ni chife wa general Andabango meshyake Darssalama eloka nationale. Kama na mimi nasimama hapa, tuko sisi wote hapa wanajeshi tunataka kugombana. Adui ameshika fasi zetu kule tumetoka kumasomo juu ya kutetea nchi yetu. Nakisi sasa, tumetoka kumasomo. Sisi tunayo tu neno moja ni kupiga adui. Adui amekamata fasi zetu za mingi, sisi hatutabakilia hapa kanzele. Tunaomba ujanse kwa viongozi, tupige Kamanyola, tupige Bukavu mpaka tuingie Murwanda. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ya uchambuzi yake Janvie Emmanuel Kaluhia. Mahali popote ambapo ulipo nikutakie kutakia usikilivu mwema kabisa wa vipindi vyetu ambavyo vimesalia. Kwa herini.